Kwangu ni mwezi mchanga, jamani mnisamehe. Kwangu ni mwezi mchanga, jamani mnisamehe, msione nawavunga, mkaninyi masherehe. Kuna mambo na yapanga, watacheka hohe hahe. Kwangu ni mwezi mchanga, jamani mnisamehe wangu ni mwezi mchanga nataka mnielewe mkiona na boronga kisiwapate kiwewe ikawa kutwa mwachonga vichwa vyenu visituwe wangu ni mwezi mchanga nataka mnielewe lanawapa mpunga warufiji nawa tete ili mbaki wajinga, msimalize fungate. Kwangu ni mwezi mchanga, japo hili kwenu tete. Kwangu ni mwezi mchanga, ndio hazivua nguo, na tena huku na ringa kisha niseme nafunga, ili nipate kitu. Kwangu ni mwezi mchanga, ndio hazibu wa nguo. Kwangu ni mwezi mchanga, niko kama makaliyo, msione ninaringa nataka yenu matanga yasipambwe na vilio. Kwangu ni mwezi mchanga, niko kama makalio. Kwangu ni mwezi mchanga, japo nyinyi nawaficha, ili niwe vichanga hivi tupa kama chicha, na kila anayepinga awe kutwa na mchocha. Kwangu ni mwezi mchanga japo nyinyi nawaficha, kwangu ni mwezi mchanga. Japo mwanikatalia, hijifanya ninaringa, mwasema najizulia, kuna jambo nalipanga, nipate kuvuka njia, kwangu ni mwezi mchanga. Japo mwanikatalia, kwangu ni mwezi mchanga yeyote anayepinga apange kuangamia, nishahajiri ujinga na jua vya kukimbia. Kwangu ni mwezi mchanga, nasema mia kwa mia. Kwangu ni mwezi mchanga, nataka nisite hapa, kwani mbele kuna kinga na cha kugeuka papa wakanisema wajinga, wenye vichwa kama chupa, kwangu ni mwezi mchanga, nataka nisite hapa.